Naamini wewe ni miongoni mwa waliowahi kusikia kwamba jirani akikutolea fursa uilinde vizuri, lakini pia wewe ni miongoni mwa wale ambao wamewahi kuitamani fursa na wakaikosa. Na hayo yote yanawezekana katika dunia yetu hii. Ukosefu wa fursa unatokana na vitu vingi, lakini katika kipindi hiki nataka nikukaribishe ili kwamba tupate kujifunza sababu tano zinazofanya kwamba usipewe fursa. Hii ni Daily Wisdom Series, kipindi ambacho ndani yake unapata mafundisho ya hekima ya kila siku inayoweza kusaidia kukua na kuimarisha sana mafanikio yako na kufikia kilele cha mafanikio. Karibu, ziko sababu tano zinazofanya kwamba ushindwe kupewa fursa, ushindwe kupewa nafasi, na sababu ya tatu ni kuu mno. Usiikose. Sababu ya kwanza, ukijidharau, ukashindwa kuelewa thamani yako na ya ile fursa unayopewa, hutaipata kamwe. Hiyo ndiyo sababu ya kwanza. Wako watu wengi ambao wanaojidharau, wanajiona kama vile hawastahili, wanajiona kama hawajafika kwenye level ya kupewa ile fursa ambayo inaonekana ila ninachotaka tunikumbushe Richard Tambler, katika kitabu chake kinachosema The Rules of Work, hakutaka kuwafurahisha tu wasomaji wake aliposema ya kwamba fursa ni kama vile vimipira vidogo balloons, ambazo watoto wanazichezesha wanazichezea, wanazichezea, na wao wanapokuwa wakizichezea, unaweza ukapita kando yao na ukaamua kufanya chochote kitu. Unaweza kuamua kuzipasua unaweza amua kuzichukua, unaweza kuzifanya kwaza kwako kwa sababu una nguvu kubwa. Ndivyo zilivyo fursa: ukiichukua, unaipasua; ukiichukua, unaidharau, au unapita tu unaiangalia kama hujawaona chochote. Fursa itakupita na utakumbuka, na wala huna tena muda. Sasa ukijidharau na kuona ya kwamba hii fursa si stahili kuingia hapa wewe utakuwa kama mtu asiyejua thamani yake. Hauwezi kuwasilisha kwa umakini kwa wale wanaoweza kukupatia nafasi, kwa sababu watajua ya kwamba wewe ni mtu wa chini sana, wewe ni mtu ambaye unajishusha, hauwezi kufikia uwezo ule. Na waamuzi ambao wanaoamua ni nani apewe fursa wanachukua mtu anayejua kuonesha thamani yake na matokeo yanayowezekana. Kwa hivyo usijidharau, kumbuka, una uwezo na uwezo huo unaweza ukautumia Tambua nguvu zilizo ndani yako ujuzi ulio ndani yako, na vipaji unavyoweza kutoa. Andika value proposition yako kwa, kwa, kwa maneno machache na sahihi. Jifunze jinsi ya kuwasilisha thamani kwa wengine kwa ufanisi. Hapa nataka niseme kitu fulani, kujifunza jinsi ya kuwasilisha thamani kwa, kwa, kwa wengine kwa ufanisi ni, ni ina maana gani? Ina maana ya kwamba chochote kile unachopewa kukifanya, iwe fursa ndogo, iwe kubwa, onyesha thamani yako ichukue hiyo fursa, wala usizarau. Kuna watu wengine ambao watakaosema yule jamaa mwaka jana tulimpatia fursa ndogo sana, akaizarau akasema kwamba alikuwa na vitu vingi vya kufanya na hivyo hangechukua ile fursa yetu ilikuwa ni ndogo sana. Sasa tutachukua wale ambao waliokubali kuonesha thamani yao katika mambo madogo madogo. Na usisahau, ikiwa wewe ni mpendelevu sana wa Biblia, Bwana Yesu aliwahi kusema, akasema yule aliye mwaminifu katika mambo madogo madogo atakuwa pia mwaminifu katika mambo makubwa makubwa. Kwa hivyo usijidharau, usizidharau pia fursa. Ione kama vile ya thamani na ambayo hautakuja tena kuipata siku nyingine. Sababu ya pili inayotuma unakosa fursa, kutokuwa na maono au malengo ya wazi. Watu wasiokuwa na maono na malengo ya wazi ni watu wasiokuwa na msimamo, ni watu wasiojua kile wanachokitafuta mtu ambaye hana malengo au maono ya maisha ya muda mfupi au ya muda mrefu mara nyingi hufanana na mtu ambaye anafanya safari zake bila ramani yoyote fikiria ya kwamba yule ambaye eh, ni, ni, ni kapteni yule nahodha anayetembeza ile meli yale mashua fikiria ya kwamba akitembea pasipokuwa na dira wewe pia jifunze kuwa na malengo na maono makubwa malengo ya wazi ukifikia kipindi ambacho unaulizwa, kwa miaka mitano ijayo utakuwa nani, uwe na majibu. Kwa miaka mitano ijayo ungependa uwe umefikia kiasi gani? Kuwa na majibu yaliyo wazi. Kwa hivyo usiwe mtu asiyekuwa na msimamo, mtu asiyejua kile anachokipenda. Fikiria kama Yesu angesimama mbele zako leo na kuuliza, jamaa wangu, nataka nikufanyie kitu gani? Ungemjibu nini? Angekuuliza mwanangu, nataka nikufanyie nini? Ungemjibu nini? Ungesema labda nipe mwanamke mwema au boresha ndoa yangu, au ungesema, ah, hapana, nakuomba unipe ajira, au ngesema hapana, tafadhali, sina gari ya kutembelea. Kuwa kama Suleiman ambaye walimuuliza unataka chochote kile kitu kiombe kwangu nitakupa. Aliomba hekima, alafu mengine akaongezewa. Alijua kwamba maono yake makubwa yasingetimilika pasipokuwa na nini, na hekima akaomba kitu kimoja wazi na dhahiri. Kwa hivyo, na wewe ukiambiwa leo, maono yako makubwa au malengo yako ya wazi ni yapi, ukikosa, ujue ya kwamba ziko fursa ambazo huwezi kufikia. Kama nilivyokuahidia, hatimaye, siri ile ambayo ni ya tatu, ambayo nilikuambia ya kwamba hii ni nyeti sana na kubwa, hii ni ukosefu wa uaminifu na heshima. Sidhani ya kwamba ukiwa ni mtu ambaye huna adabu, sio mwaminifu, sidhani ya kwamba utapewa fursa. Labda tu niseme kidogo kuhusu uaminifu. Fikiria, rafiki yako amekuleta kipindi chake cha likizo hii. Nimewahi kuitoa sana mfano huu, nimeutoa sana hata kwenye masemina zangu, alafu anakutolea, anaku nafasi, anasema hivi, nimeenda likizo, wee chukua nafasi hii ukafanyi kwa nafasi yangu. Ukishafika kule ofisini Unaanza kumsema vibaya, unaanza kusema vibaya kazi alizokuwa akizifanya mbele za wale ambao ni wafanyakazi wenzake. Sasa wale wafanyakazi wenzake, kwa vile nao wako makini, wataanza kusema hey, hivi ujamaa alitoa mtu huyu wapi? kwa nini alimleta tu huyu? Kwanini angeleta mtu mwingine? Kwa hivyo utakapotoka yule rafiki yako aliyekupatia fursa, anarudia kazini kwake, wewe utakuwa ni kitu ambacho ni cha kusemwa sasa, zaidi ya namna ulivyokuwa ukimsema kwa sababu gani? Kwa sababu wakati ulipopewa fursa kuliko uthamini yule mtu ambaye alikutolea fursa, ulimsema vibaya na ukasema vibaya kazi zake, lakini pia umemvunjia heshima, kwa sababu ikiwa pale ofisini kuna watu waliokuwa wakimuheshimu, ukaanza kuzungumza labda mambo ya familia, ukaanza kuzungumza labda mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya ndoa yake ukaanza kuzungumza labda kuhusu makosa yake. Kule mitaani watasema, huyu jamaa alikuvunjia heshima sana, alikusema sana. Sasa ukiwa ni mkosefu wa uaminifu na heshima, basi hutapewa fursa, kwa sababu fursa wanapewa watu ambao ni waaminifu, wale ambao wakisema kitu wanakifanya, wale ambao wakiahidi kwamba watapana ripoti saa fulani wanaipana, wale ambao wakisema tutakutana saa fulani wanakutana. Yaani, ukosefu wa uaminifu na heshima inaweza ikafanya ukose fursa. Sababu ya nne ambayo nataka uijue inayofanya kwamba ukose kupewa fursa katika maisha yako, e, makosa haya ya nne ni hofu ya kushindwa. Unapokuwa na hofu ya kushindwa ni moja ya vizuizi vizu vizu vikubwa sana vya maendeleo kisaikolojia. Hiyo eh, wanaita inachochea fear avoidance. Yani ile ni fear avoidance behavior. Na wakati mwingine wanaita learned helplessness. Na hivyo utagundua ya kwamba hofu ya kushindwa husababisha mtu kutochukua hatua, unaacha fursa au kuchagua njia rahisi zisizo na changamoto. Unapokuwa na woga wa kushindwa unaweza ukashindwa kupewa pia fursa, kwa sababu utakapotaka kupewa fursa watasema, ule jamani mwoga sana, huwa anaogopa sana, achaneni na yule, tukamtafute mtu mwingine. Kwa hivyo kile ambacho unastahili kufanya, badilisha mtazamo wa kushindwa, ukaelewe kwamba kushindwa ni sehemu ya mafanikio, ya mafanikio yako. Usiogope kushindwa, pambana na changamoto ili siku moja upate kufikia malengo yako makuu. Sababu ya tano na ya mwisho ni unaposhindwa kujituma na ukosefu wa nidhamu. Kwenye dunia hii wale walioendelea ni watu walio na nidhamu. Kwenye dunia hii wale wanaoshinda ni watu walio na nidhamu. Jifunze kuwa na nidhamu kwenye mambo madogo madogo, kwenye mambo makubwa makubwa, utakuwa pia ni mwaminifu, utakuwa pia ni mtu aliyefanikiwa. Suluhisho ni kwamba utumie ratiba, mfumo wa kuweka ratiba na ujiwekee mipaka. Fuatilia maendeleo yako ya kila wiki. Kila wiki angalia ulifanya kitu gani ambacho kinaweza kikakusaidia, lakini pia anza na hatua ndogo ndogo zinazoweza kupimika. Tafuta mwongozo wa mentor kuongoza hatua, hatua zako. Uwe na mshauri anayeweza kushauria katika kile unachotaka kukifanya. Kila ahadi uifanye kwa wakati wake na ubora. Weka maadili yako ya wazi. Tambua kuwa heshima ni mtaji usioweza kuharibiwa kwa uharaka, lakini unaweza kuanguka kwa haraka ikiwa hutaheshimu huta, huta watu ikiwa hutajenga nidhamu inayoweza kukusaidia. Na kitu kingine ambacho lazima ukifanye, uwe na malengo ya wazi. Tumia mfumo wa SMART ambao unajulikana sana katika uwekaji wa malengo. Andika na uhakikishe unaweza kuelezea kwa maneno rahisi maono yako kwa watu wengine kwa maneno mafupi, wakikuuliza wewe unatamani kuwa nani? Unatamani kuwa na ajira gani? unataka maisha yako yawe namna gani? Baada ya miaka kumi uwe na kitu cha kusema. Hayo ni makosa matano yanayofanya ukose fursa. Unadhani kosa gani lingine lingefanya kwamba ukose fursa? Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu, sio lakini jifunze.